Mm, asante sana. Kuna swali la kwanza ambapo watu wameswali kisa cha vita vya Uvira kati ya FARDC na Wazalendo vilikuwa vinalenga nini, na swali la pili wana swali ya kwamba raia ilisikia kwenye mitandao, watu wanasema aiza, mutu anasema yeye alikuwa kufro kule Nyangezi Kaziba waliouzisha Kaziba, aiza kupana Kaziba ni jeshi la FRDC. hiyo ni maswali mawili ambapo nitakwenda kuwasaidia na ndani nitakuwa na shauri, mtamisamee mseme ya kwamba labda ujio ziko zinakuwa mingi sana, nyinyi ndio mnataka ziwe nyingi. Swali la kwanza ni hili, tunajiuliza na kushindwa kuelewa sisi wenyewe kwenye mitandao tunasema ya kwamba tulifunja fro kule Nyangezi, tukavunja fro eneo zingine juu masasi iliisha sasa hiyo masasi yenu tunakwenda pigana pigana nayo kule Uvira inatoka wapi na ina faida gani? Tunasikia kwenye mitandao, mimi sikukua Uvira, tunasikia kwenye mitandao wanapigana juu kulikuwa bato nyinyi likuja Kalemi, FARDC litaka ikamata ile bato, wazalendo litaka kamata ile bato, ndiyo walipigana, haiko hivyo inakuwa banapigania maposition, haiko hiyo inakuwa balipigania mamilima, haiko hiyo yani ni vitu vyenye vieleweki tu vitu havieleweki, na hali kama ile, hali kama ile inayotokea Uvira, kila mkongomani ule hawezi akafurahia ile hali. Haitusaidia hata kitu, haitusaidia kitu na haita tusaidia kitu. Tunachoomba sisi sote kabisa, yale masasi kwanza yaliharibika sana, kuanza saa kumi na mbili mpaka saa tano, yale yangetusaidia sisi kufanya kazi kwenye fro, yale masasi yangefanya kazi ku fro na hata kama kulikufa watu na kuumia, walioumia ni sisi wa Kongomani, waliokufa ni sisi. Adui hajakuwa na faida. Hata wewe unaoshabikia ile vita hujakuwa na faida. Haijakuwa na faida kabisa ile. Na haiko ya muhimu. Na tuichukulie kama ni vita, tunaichukulia kama ni moyo avantire tu, yenye watu wako nafanya tu. Kwanza yapo bale bazalendo na bale ba FARDC sio kupigana kupiga. Uvira ile haitusaidie kitu na sisi hatuijui juu watu waisha tuuliza sana ile vita, siye kama vile wazalendo, kama vile Wakongomani, kama vile watoto wa Sud Kivu, ndio maana na atuifurahie kwamba sisi tumekwisha kuingia muradi. Tunaweza impose guvernema bale ambapo ni basaliti baasi banaasi guvernema banaasi FRDC na, si, wow. bi na, na cha pili kulingana na Kaziba, mimi niliwaelewesha vizuri mnakosa tu kuelewa kule. Kwani tulikuwa kule Makaziba? Kwani tulikuwa kule Mamusenyi? Kwani tulikuwa kule mama ma, ma, Manyangezi? Eh, tuko kule Manyamtende, Mamomosho na faizi zingine. Kuna watu wanaenda vitandani kusema vya bongo. Mimi nilikuwa kule na hakukua kule kwanza. Yeye huyu aseme kwanza jina lake mwele tu maneno ya kusema kama FRC ndio iliuzisha nya, Nyangezi au FRC ndio iliuzisha eh, Kaziba aseme kwanza jina lake, yeye alikuwa komanda na alikuwa mu section gani, alikuwa mu plateau gani ya kwamba Kaziba li, ilipana Kaziba nani, eh? Nguvu yenyewe ilikuwa kuli, ilikuwa nguvu ya FRDC na wazalendo. Wakati wazalendo walifanya mabadiliko, FRDC ilibakia ikawa kama wachache, na wale wabana walipopata hiyo siri, walijiramforce sana, walijiramforce sana tena sana, wakawa wengi na wakaenda na vifaa kuzidia vile vyenye FRDC ilikuwa navyo. FRDC ikabakia na upungufu, wakati wazalendo walitoka. Lakini wakati wazalendo walienda, munasikia kazi ilifanyika siyo vya bongo watu wanasema vitu vya bongo tu vya bongo ya kumitandao, vya bongo. Iko wake membro wa, wa, wa M23 anajitia kama yeye nilikuwa mzalendo, nilikuwa na bamingi tulishaanza bajua, watu bangali batakamatiwa na batafungwa, watu bangali batafungwa, hiyo nyuma unapita kwa mitandao kusema vya bongo. Nilikuwa kufro, ulikuwa kufro ya wapi na ulifanya nini na ulikuwa wapi? Tubiache. Mwe mnauliza wenye kwa, hapana mtu tu anapanda kumitandao mnasikia vyake. Mwe mnauliza watu wenye kwa siri tere, muulize watu wenye kwa siri tere lakini yeah. Leo hivi wazalendo wanazidi ku reinforce maf ma ma ma mafro wa vijana wanazidi mupige ma telefone batabambia gisi watoto bako wanaingia sasa mchanga ku mafro mwache na bia vile utakuta huko wako kama huko wako wapi, kule huko unakula kama njegere na wewe unaenda kwa upwebi mwa vitu vyenyewe bila hata faida. Kaziba haikuzishiwa na fardisi, Kaziba adui alizidia fardisi nguvu, na bale bazalendo bali kuwa pale wakati walijira reinforce bakapiga tena adui Tuwe tunasikia na kuelewa, na ukisikia habari ifuatilie kwanza kwa ndani, kabla hujaanza kabla hujaanza komantere yako, aweza kuanza kukomante maneno, usianze kufikiria tu na wewe kuanza tu unaenda unasaidia saidia wenyewe, wewe haujui na wenyewe hauko. Sisi tunasema tuko kufollow, mi niko nasema niko kufollow, na nitakutumia ma video ya wakati ya vita tunapigana nabo, nitakutumia. Kisha mwenyewe anakuambia alikuwa kufollow, anasema vya bongo bongo vya Uvira, anasema vya bongo bongo vya Kaziba na hatujue kwenye iko wapi, kwanza hatujue hata jina lake ni nani kisha anakuambia tulikuwa ku from Masasi ilishi, mbona bako analibisha libisha Masasi na wao wanasema Masasi ilishi. Mtakuwa mnatusamea sana, kama tunazungumza imwa vitu vya misirani, mtakuwa mnatusamea sana juko watu wako wanapeleka maneno ya kutaka kupanike tu watu na tu na kuogopesha watu eh. na nitataka tu nibambie ba ndugu yangu, nilibambia tena ya kwamba hivi yote vitaisha, lakini sheria itabakia iko pale. Watu watapita kwenye hukumu, watu watasamba kisha masamba, watu watahukumiwa, sio tu wazalendo hata wa FRDC hata viongozi wa FRDC hata wanajeshi wa FRDC wowote watakayoenda tafauti na matakwa ya raia. Hata serikali ni raia, tukisema serikali ni raia, tukisema wazalendo ni raia, watakao kwenda tofauti ya matakwa ya raia watahukumiwa. Nitaonyesha tena haka wa ndugu zangu, wao wasaliti wanaosaliti inchi, wasaliti hawako tu ngambo ya mkisema tupige wote, na kuna hata makundi mengine ya wazalendo itapigwa sio ya kwamba watu wanasikia tu tupige FRDC, watu bapigwe batoke, bapigwe batoke. msiri kifu muko hata leo hivi bazalendo ni basaliti, kuko baadhi ya vikundi vya bazalendo bako basaliti. Mbona mseme bapigwe, eh? Mbona wasema tu FRDC pigu? Mimi siko ngambo ya FRDC na siko ngambo ya wasa, niko ngambo ya FRDC mwenye kutii sheria ya inchi, na niko ngambo ya mzalendo mwenye kutii sheria ya inchi, mwenye kutii sheria ya raia nitakuwa ngambo yake mimi. Kama gu FRDC hauko ngambo ya raia, hauko ngambo ya kuti sheria, na huko mzalendo, hata wewe baba yangu, sitaendaka ngambo yako na mashauri yangu, siende ngambo mwa niko mashauri. Watu wote ninawakumbusha, naona sisi, naona sisi, wakati fro inavunjika ya Malinde, tunaenda tilia fro Fizi, watu wanajua pale kwa Mishimanga pale kwa Mishimanga, tunaenda tilia fro pale. Tuko na mama Remu Jaki pale, tuko na mzee Oba aya eh Banamwita majoro potopoto ba mzee ja ba mzee Toma eh, tuko na bazee bengi pale, tuko na bazee bengi pale, mtu alikuwa anapo pale, ba mzee Joker tuko napo pale. Lakini wakati alikuja majoro wa Gorowa, ile wakati alikuwa angali majoro wa Gorowa, akaja kusimamia operasyo, alikuja na ba, na ba, na ba komanda saani, ba komanda funi, ba komanda rufungulo eh, boanban balikuja pale akakuta kusimamia operasio pale, yeye yeye yeye mheshimiwa majoro agoro, lakini alikuja anakula rushwa ya Banyarwanda, akauisha watu Fizi eh, froi ikabomoka, na kama froi nifikirie kubomoka, alio alio bomoa froi ni ni majoro agoro. Mimi niko pale niko na salamu mikono, wakati froi inavunjika ya pale malinde, watu wanatia froi, froi ikawa sebele, froi nyingine ikawa wa mishima anga, nyingine ikawa kubashikalango, nyingine ikawa presque matikonde, nafasi zingine Leo hivi tunajiuliza natujiuliza, ye mheshimiwa Goro iko nani leo? leo mu hii Kongo leo mguverneme ya Kongo iko nani? Na yeye alisaliti inchi. Wengi wanamjua Majoro ya Goro, walimjua alitumika sana huko kote, mama rubirizi ma wapi alitumika. Hivi leo iko wapi? Majoro ya Goro iko nani? wakati ile alikuwa, wakati ile ya Mobutu ya, ya, ya ilikuwa wakati ya mzee Niko pale Fizi. Eh? Na ndio wakati vita ilianzia pale. Wakati ya mzee Sofeleshi wakati ya mzee Dunia. Na wazee wengine. Lakini leo bako wapi? Ni ndio ile ukiwa msaliti wa nchi yako, ni laana unatembea nayo na hata kama wale wanaojitia kuwa wasaliti wanaokuwa ndani yetu wa FRDC wasaliti wale, ni lazima Mungu na sheria na haki ya nchi itawahukumu. Tujiepushe sana bitu ambao inaweza bikalete shida sisi na raia, tupambane na adui. Tupambane na adui. Hiyo ndio napenda kusema tu, na ninawaambia wadugu zangu hiyo alikuwa ngambo ya wa serikali alikuwa ile wakati faki na wale wengine wasaliti ambapo wapo ndani ya serikali wale, nao ni lazima wataadhibika tu, na wale wakijulikana, ni lazima wafuatiliwe tu, hata kuuawa watakufa, hata kufungwa watafungwa. Me, usijichukulie jukumu wala sheria mikononi, sheria ipo. Hata kama mtu anakosea, usichukue sheria mikononi mwako ya kuua mtu ni lazima uache sherii itafanya kazi yake. Asante na kushukuru, ni dola kubwa Marekani.